Ilani hii ili nyinyi awasomee kwenye mikutano, lakini na mimi nikienda bungeni anikumbushe moja moja. Mzee, kuna moja ulisema, kuna mbili ulisema. Mmenielewa jamani? Haya, hii hapa jamani Lothi kwanza ni mpole. Lothi unamkanyaga anakwambia anakwambia samahani. Wewe umemkanyaga. Lothi akichukia, ujue amechukia. Lothi akiondoka, unafikiri kasimama, kumbe kafanyaje? Lothi ni mkarimu, amewapeleka watoto wengi kuwasaidia kupata elimu. Mmemsikia kijana mmoja hapamaliza maliza chuo kikuu anavyozungumza, huyo ni nani? Mimi nimpongeze sana Lothi, nimefanya naye kazi kwa miaka kumi. Ni mtu msikivu, ni mtu ambaye yeye muda wote ana furaha, umkute hata mara moja amechukia. Mimi nawaomba wana munduli tufunge mikanda, tufunge kanga kiunoni vizuri, tarehe ishirini na tisa tukampe Mama Samia kura. Naamini ndo suluhisho ndo mwarobaini wa shughuli zote hizi za maendeleo kian mmenisikia niwaombe niwaombe sana, nimewaomba sana kuna eneo hili ambalo mnalipigia kelele muda mrefu, na mmesikia, nimemwomba mheshimiwa rais. Monduli woye, Meserani woye. Na najua kabisa watu wengi wanapenda kuisikia hiyo sauti, eneo linaloitwa eneo la malisho na mafunzo ya kijeshi Mmesikia kabisa nilimwomba mheshimiwa rais iendelee kuheshimika kwa jina hilo. Najua kuna changamoto zilizoko ya mipaka kwenye eneo la Meserani. Najua kuna changamoto hiyo, ninaombeni tarehe ishirini na tisa mkatuchague tuje, tukae tuone kama ni changamoto ambayo inaweza ikafanyiwa kazi. Mimi nina prinsipo moja, kama jambo haliwezekani Mwisho, nilivuzia Meserani kwenye kiwanja hichi hichi, nilisimama hapa nikijinadi kuomba kura na nikiwaomba fursa na nikizungumza mambo ambayo nitakwenda kuwafanyia, lakini nikizungumza mambo ambayo nimewafanyia, lakini nikajinadi kwa kirefu kwamba natamani siku moja mkinipa fursa ya kuwa mbunge nitakuja kuwatumikia na nimepata leo fursa yakuwa mbunge wa jimbo la Monduli na nakuja kuwaomba kura hizi kura elfu sita na mia nne zote ziende kwa Lothi, ziende kwa Isack Joseph na ziende kwa mama Samia Suluhu Hassan. Mmekubali? mtakwenda kuwana sh... walioko nyumbani kwa asilimia ngapi. Mungu wa mbinguni awabariki na watunze, tarehe ishirini na tisa wanyanyue mkiwa na afya njema, mkatupigie kura na sisi tukasimami kama viongozi wenu, tukalete maendeleo, maji, barabara na, na vitu vingine loti oye. Mtaona kadogo anaitwa Isack Joseph Capriano. Kwa hiyo ndugu zangu, ni niombeni basi, siku hiyo mkatuchague kwa wingi, na kitakachotokea kwamba e, tunashindanishwa Kata zingine wame, wameahidi kwamba watushika namba moja. Na sisi tunataka kushika namba moja. Kwa hiyo msipoenda sasa, mtatuangushe vile, vile hata mheshimiwa rais mtakapombwa kura, anajua hapa nimepata kura kiasi fulani. Akija hapa kitu aki itit endida, kiongozi wote akisiasa, akipita mahali asema hapa ni endida Oye, vile akipita hapa anaweza kafunga hata break akaanza kusalimia ndida zake, sawa eh? wewe na nyie, kwa sababu kata zingine zote zilizozunguka wameahidi atashika namba moja, na naombeni wana Meserani, kwa siku hiyo tutoke kwa wingi tuweze kushika namba moja kwa kumpa kura zote Samia Suluhu Hassan, kwa kumpa kura zote mheshimiwa Isack Joseph Capriano, na kunipa kura zote na mimi pia na zaidi, mtangulizeni mheshimiwa rais kwamba apate kura zote mheshimiwa rais, kwa sababu ndiye anayetuwezesha yote hayo tunayafanya hizi kazi tunazofanya, yeye ndi analeta ana fungu na sisi tunalisimamia. Sisi CCM, Oktoba, Oktoba. Asanteni sana na mbarikiwe Mungu.